Kwenye kazi zako utarajiwi kufanya kazi zako kwa e, misingi e, ya dini, misingi ya ukabila, misingi ya rangi, misingi ya klabu, sijui unaipenda Simba au Yanga, hiyo tutarajii. Na kutakia kila la heri, maamuzi mengi yanafanywa kwa misingi ya busara kuliko mabavu. Wewe ni mkuu wa wilaya na nguvu zako kama mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama, lakini matarajio yetu ni kwamba kwa unaenda kutumia busara zaidi kuliko mabavu na, na vyombo na ulivyopewa na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Msingi mkubwa kusema kweli ni kuhakikisha kwamba wananchi wa Mvomero wanaamka wana wakiwa na ardhi ya kuishi katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na anakwenda kulala jioni wakiwa wamefurahia kama ni wakazi na wananchi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kikubwa umekula viapo viwili, cha uaminifu na kile cha maadili. Ukikisoma kile kiapo, ni mwongozo tosha katika utendaji wako wa kazi. Una maelekezo tayari umeshapata, na mnagea ni kutekeleza majukumu yako lakini zaidi ni kujifunza, kuendelea kujifunza kwenye kazi zako hizi. Za uongozi ni dhamana kubwa uliopewa, kwa hiyo naamini utakwenda kuitendea, kuitendea haki kwa sababu tayari mamlaka zimekuamini na zimekuona unafaa kwenye nafasi hiyo ya mkuu wa wilaya. Nashukuru hna Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kwa imani aliyonipa ya kuwatumikia Wanamvomero, na mwomba Mungu ampe afya njema hikima uvumilivu katika kutekeleza majukumu yake ya kuwatumikia Watanzania. Kipekee namshukuru mheshimiwa mkuu wa mkoa wa Morogoro, Alhaji Adam Kighoma Malima kwa mapokezi mazuri aliyonipokea, lakini pia